Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, tunaweza kusema kwamba Maimatha wa Jesse anazidi kugongelea msumari kwenye sakata zima la kile ambacho inasemekana kinaendelea katika familia ya Diamond Platnumz. Unaambiwa kwamba hiki ni kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wanakizungumziaga tokea awali, na mtu wa kwanza kabisa kuzungumzia hii issue alikuwa ni Mange Kimambi. Mange bwana, alishawahi kusema kwamba mama Dangote Esma hawana maelewano mazuri na Zuchu na akaweka wazi kwamba Zuchu bwana, inasemekana kwamba ni kuna chokochoko choko ambazo anazileta Zuchu. amekuwa ndo mshauri mkubwa sana wa Diamond Platinumz. Zuchu amekuwa ameiteka na kuikamata vyema kabisa akili ya Diamond, hivyo basi Diamond, mambo mengi ambayo anayafanya ni kutokana na influence ambayo huaga anachochewa na bibi Zuhura, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine hawa wanafamilia hawakitaki, na hiyo imekuwa ni moja kati ya sababu ambazo zinapelekea Zuchu kupigwa kupigwa vita na familia nzima ya pale Wasafi, umeona bwana, na inasemekana vile vile kwamba hata kuondoka kwa Mboso katika record label hiyo ya Wasafi inasemekana kwamba Zuchu pia ni moja kati ya chachu au sababu ambazo zimepelekea suala hilo kutokea. Sasa huyu hapa si mwingine bali ni Maimatha. Maimatha bwana anasema kwamba yeye yeah, yeah, hajawahi kuzungumza uongo na ameweka wazi kwamba kuna, kuna fukuto hmm, kuna fukutu ambayo linaendelea low key katika hiyo familia kwa mujibu wa Maimatha anadai kwamba Diamond mpaka amefikia hatua ya kuweka ujumbe. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba jana kuna ujumbe ambao alikuwa ameuweka Diamond ukiwa unaonyesha kwamba yuko very confused, yani hajui afanye ya nini, huku mama yake kuna vitu anamwambia, huku pia mpenzi wake ambaye ni Zuchu kuna vitu anamwambia, ambapo yeye amebaki katikati na hajui aende upande upi, kitu ambacho kimekuwa kikimconfuse kwa muda mrefu. Kwa hiyo Diamond aliweka posti ambayo tulizungumzia jana. Eh, kwa hiyo kama huko karibu na Trend TV basi utakuwa unaelewa kitu ambacho jana tulikizungumza kuhusiana na post ya Diamond ambayo inamuonyesha yuko dilemma, huku mama yake anamwambia maneno tofauti, pia upande wa pili huku napo pia Zuchu anamwambia maneno tofauti. So Maimatha amepita humo humo anadai kwamba kuna tifu tifu linaendelea katika hiyo familia kuhusiana na haya mahusiano ya Diamond Zuchu pamoja na familia yake. Kwa mujibu wa kwa mujibu wa Maimatha amesikika akisema kwamba Diamond na mama yake kuna tifu tifu linaendelea. Yote haya eh, Mpemba anaitafuta ana, anaitia tifu hiyo familia, akisema Mpemba anamaanisha kwamba bibie Zuhura, kwa sababu inasemekana kwamba Zuhura bwana ni binti kutoka Zanzibar. Sasa basi, na kitu kingine ambacho tumekinotisi ni kwamba hata kwenye suala la uzinduzi wa sabuni ya Wasafi Sopu ni kwamba tuliona Daimondi, eh, tuliona Daimondi siku ile familia yake haikujitokeza meona bwana, yaani familia yake haikujitokeza, ila Zuchu alijitokeza kumsapoti mpenzi wake, lakini Mama Dangote na Esma Platnumz hawakuwepo ukumbini siku ile ya iftari kwa ajili ya kusapoti ishu ya sabuni ya Diamond ambayo ni biashara ya ndugu yao. Maona, kwa hiyo yote hayo yamekuja kuongezea eh, kuprove ile point ya kwamba kuna fukuto linaendelea katika hiyo familia. So Maimatha pia amezungumza sababu za Mama Dangote kuto kuonekana juzi kwenye iftari, iliyodaiwa na wasafi pale iliyoandaliwa na Wasafi pale Superdome Masaki, ambapo wali, ambapo kulifanyika uzinduzi wa wasafi sopu na Mama Dangote hakuonekana. Maimatha pia vile vile ameongeza kuwa kwa sasa hivi ni aidha Diamond aachane na huyo Mpemba bibi yezu au eh, abadil, aamue kubadilika so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Uh, ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako. Unahisi kwamba kweli kwa mujibu wa hizi fununu na matukio ambayo yamekuwa yakiongozana sasa hivi, je, kuna walakini kwenye suala la uwe, ukaribu wa familia hii? Kuna ugomvi ambao unaendelea low key? Hebu weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku replay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.